Katika. Katika miungu yote ni nani aliye kama wewe, <tika> mtukufu katika utakatifu ah, ye, ye, wenye kuogopwa katika <tika> sifa uh, uliyevuma kwa upepo wako <tika> bali, kafunikiza adui ah, wakazama kama risasi ah, isasi nani ya maji makuue ebu Bwana, katika nani miungu yote ni nani, Bwana, ni nani, nani aliye kama wewe mtukufu katika utakatifu, wenye kuogopwa katika sifa sifa, uliyevuma kwa upepo wako Bahari kafunikiza adui wakazama, watu wote wakazama kama risasi risasi risasi risasi ndani ya majima kuu. He, uinuliwe uinuliwe, Yesu aye uwe awema, yeu abudiwe Yesu. Ni nani aliyekuwa kama wewe nguvu zako na kwa uinuliwe.